Kama ambavyo mnakumbuka wakati anaingia madarakani Mheshimiwa Rais alieleza azima yake ya kumsaidia mwanamke. Katika kutekeleza azima hiyo, serikali ya awamu ya sita imejenga shule za wasichana katika mikoa 26 zenye michepuo ya masomo ya sayansi. Hadi sasa, ujenzi wa shule hizo umegharimu shilingi bilioni 121.55 za Tanzania na tayari wanafunzi 10274 wameshadahiliwa na wanaendelea na masomo. Uwezeshaji wa wanafunzi wa vyuo vikuu viku na vyuo vya kati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande mwingine, Serikali ya awamu ya sita imeanzisha programu ya ufadhili wa wanafunzi wa elimu ya juu inaitwa Samia Scholarship Program kwenye fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, uhandisi, hisabati na tiba, hasa kwa wenye ufaulu wa kiwango cha juu fedha shilingi bilioni 6.63 zimekwisha tolewa tangu kuanza kwa programu hiyo na kunufaisha wanafunzi 1,313. Vile vile serikali inatoa ufadhili wa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu na vyuo vya kati wanaosoma stashahada za, fa, stashahada za fani na ufundi. Tangu kuanzishwa kwa mpango huo, shilingi bilioni 20.08 zimetolewa na kunufaisha wanafunzi 7,732. Pia, serikali imeanzisha mfuko wa wabunifu unaojulikana kama Samia Innovation Fund ili kusaidia wabunifu kuchochea biashara za ubunifu na kuongeza fursa za ajira.